Baada ya haya kama ambavyo tumekuwa mara nyingi tunazinduana kwa uzindushi ambao e, wa hali ya nchi yetu vile tunavyoendelea alhamdulillah. Leo nimesikia speech ya mufti, na nilisema kwenye hutuba ya Ijumaa, isikilizeni hutuba muhimu sana. Niliashiria hutuba hii hapa, kama kuna hutuba itakuja ina maudhui muhimu sana ile hutuba walilahi alhamdu, nimeitoa kwenye msikiti <coughs> wa Kokobichi. Na baada ya kuzungumzwa, walilipata watu wengine wakasema, shehe fanya na laasuli tena na magharibi, kalili ya maneno kutubu hivi, kwa sababu umuhimu wake. Lakini katika jumla nilizungumza kwenye khutuba, nilisema hivi: Waislamu, tumieni fursa ya hizi vurugu kama njia ya dawa da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilikubalika sana, kwa sababu da'wa yake ilikwenda kuleta muunganiko wa kabila la Ausi na Khaz, ay, kabila la Ausi na Khazraj ndani ya mji wa Madina na kabila la Bahiliya pamoja na Quraysh katika mji wa Maka. Huku Madina huku watu walipigana miaka 300 miaka ngapi? mia tatu. Kadri vile ilipokuwa inatengenezwa sulhu, ilikuwa na feni, kwa sababu mayahudi walikuwa wananufaika na ule ugomvi watu wa Madina Bani Kainuka, Bani Nadhiri na Bani Qoreidha. Nikaashiria kwamba Allah ameyataja matukio yao katika mwanzo wa suratu lhashiri, na ujumla suratu lhashiri imebeba ujumbe huu wa hii vita ambayo ilikuwa imedumu muda mwingi sana katika mji wa Madina. Ikawa ni fursa adhima ya dawa ya Kiislamu kupenya kwa sababu ilikuwa nyoyo zinatamani amani, na amani ilikuwa ipatikana ila kupitia katika dawa ya mtume. Amani ilipatikana na vita vile viliondoka vyote nikawafanyia takribu wale waliokuwa wananisikiliza na nini, pia nafanya takribu hiyo. Nyoyo za Watanzania sasa hivi zinahamu sana na amani, na yale matukio yaliyotokea tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, kila mtu mwenye akili timamu asiyenufaika na yale matukio anajutia ile hali. Kwa mfano, wamejitokeza kitu ambacho mimi niliwahi kukaa na vijana, niliashiria ile neno kwa baadhi ya vijana Nikaambia hizi vurugu hizi, kama ilivyonusulika <coughs> Libya, afu asio Libya, Turki, Uturuki, walitengenezewa zengo la mapinduzi lakini mapinduzi yale yalizimwa na jeshi na wananchi, wananchi wenyewe ndio walizima yale ma ma ma ma mapinduzi, sawa na jeshi lao. Niliwekwa sheni kasema, hizi vurugu na chokochoko hii, kuna uwezekano wa Tanzania wenyewe wakaweza kuzuia hii tatizo. Walila, alhamdulillah minna yale maneno kaa nasikika. Eh, nimeona maelezo ya vijana wa kutokea eneo la Manzese, Mburahati e, Ubungo na maeneo yale ya jirani. Wametoa spichi yao jana wakisema kwamba kumbukumbu zao wakazi wa, wa maeneo yale, watu ambao wanawafahamu wamekufa hawazidi watu watano lakini kuonekana maeneo yale yalikuwa ndo yameokota maiti nyingi sana. Wanahoji hizo maiti zimetoka wapi? Kwa hiyo kwa sababu wenyewe wanajuana watu wa maeneo hayo Magomeni, Makurumla, Burati, Manzese wanasema wanawajua watu wao wao, wenyewe watalinda amani yao. Maneno kama hayo yametoka kwa vijana leo wa Kinondoni. Vijana wa Kinondoni leo vijana wa Makumbusho, Mwananyamala wametoa maneno kama yale nao nasema, tumechoshwa na zile hali, tutalinda amani yetu wenyewe. Narudia tena kuambia Waislamu, tumieni hii fursa, ni muhimu sana kwenye da'wa, na miongoni mwa sababu zake ni kwamba upande usiokuwa Waislamu sehemu kubwa unashabikia vurumu. Nyoyo za Watanzania hazipendi hizi vurumu, waislamu wanapozungumza. Sikiliza speech ya mufti ya leo, imebeba ujumbe wa amani ambao watu wote wanaopenda amani watafurahikia ile picha ya, ya mufti ya leo sasa, Waislamu tarehe tisa kesho vurugu, kesho kutwa Jumanne, kesho kutwa Islam kesho, kwa sababu tushaingia <laughs> Jumatatu, tayeb. Jumanne tarehe tisa imepangwa kufanyika kupang... vurugu. Mimi naamini bila shaka Waislamu kwenye hili hatukukaa kikao hata siku moja lakini tawaifu zote za Kiislam ndani ya ardhi yetu, bima fihim salafiyun, ansariyuni, sufiyuni, hata tawaifu nyingine mpaka Hizbut Tahrir pia nimewasiliza wametoa eh, Hizbut Tahrir pia wametoa spiti yao kuonyesha kwamba hatutaki vurugu. Yani, Waislamu kama tunataka kutoa mfano kwamba kuna uwezekano Waislamu wote mtazamo wao uko mmoja, kwenye hii tunao mfano. Sasa mimi nayakini kabisa Waislamu hawatashiriki kwenye khutuba niliyoashiria nimeanza na dua kwa kusema, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yarjiu salam fahayina rabbana bisalam wa adkhilna dara salam. Sawa? So, hutuba eh, yangu nimeanza na dua hiyo sawa. So, kuashiria Allah eh, yeye ndio amani na kwake yeye inatoka amani na kwake inarejeshwa amani. Tunamwomba Allah atupe uhai kwenye amani na tuingize katika nyumba ya amani kwenye pepo yake. Sisi ni watu wa amani. Tarehe tisa tuionyeshe Tanzania Waislamu ni watu wa amani. Yaliwahi kusemwa maneno huko nyuma, hayakusemwa kwa uwazi kabisa lakini paliashiriwa kwamba Waislamu hawana uzalendo kwa sababu ya baadhi ya vijana wa Kiislamu mutatarifuna wale waliohamasishwa wakaingia mitaani na wengine wametengeneza ugaidi wa kutengeneza, wakawavesha Waislamu wao ndo wahusika ule ugaidi kwa maslahi yao ya kiuchumi, vita ya kiuchumi. Sawa, wale walimtatadifuna wale vijana, wakati wanafanya yao, walikuwa wanachafua sana sura ya Uislamu mpaka ikatokea vyombo vya ulinzi na usalama vinasema kwamba Waislamu hawana uzalendo, Waislamu hawana uzalendo na kweli yale maneno yalishika kasi, akafanywa promotion waislamu hawana uzalendo. Ilikuwa sasa kwa upande wa pili, kutokana na haya yanayoonekana sasa hivi, warudi tena waseme kwamba waislamu wazalendo kweli kwenye nchi yao. Kwa haya yaliyopo sasa hivi, waislamu wameonyesha uzalendo wa hali ya juu sana kwenye nchi yao kwa wakati huu tulionao, na naomba niseme kitu, tumefanya jitihada kubwa sana kuwatuliza wale vijana kwa ule ukhawariji waliokuwa nao. Jitihada hizi ziligharimu hata heshima zetu, mpaka tukatuhumiwa kwamba sisi ni mashekhe ubwabwa na maneno kama hayo, sawa. Walillahi alhamdulillahi minna, lile jambo tuliweza kulizuia kiasi kikubwa sana na watu wanaofuatilia wanajua hivyo, sawa. Sasa jamani, vijana wetu wa kiislamu wamepoa, msiwaamshe tena hawa vijana wa Kiislamu tupata nao tabu kweli kunyamazisha kule, kwaambia wujubu wa taati walil amri, uwajibu wa kumtii mtawala na kufanya vurugu kwa mtawala ni ukhawariji. Tulitumia nguvu kubwa sana kule kuwaelewesha. Sasa hivi, alhamdulillah, ametuelewa hawapo katika vurugu dhidi ya watawala. Sasa hivi ile dawa imefanya kazi. Saa hizi, jamani, Allah Allah, msiwaamshe tena wa vijana, warudi tena kule kugumu sana wakirudi tena vijana kule, kuwarudisha tena kwenye taa ya watawala ni ngumu sana. Na sisi katika mlango huu wa ta'atu ulati al-umur, kuwatii watawala, huu ni mlango wa kiimani. Mtu yoyote asiyokuwa na kwaa kwa mtawala, huyo mtu ni kharijiu katika khawariji. Hao makhawariji hawa, katika moja maneno ya wa mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema aliyosema juu yao, hawa ni kilabu ahli nnar, ni mungu wa watu wa motoni makhawariji ambao wanajitoa kwenye paa ya kiongozi aliyekuwa na haki. Msingi wetu huu unaposemwa, sio maana yake sisi ni machawa wa watawala, huu ni msingi wa kiitikadi, na vijana ambao wamepoa kwa sababu ya kuogopa kumwagwa damu wabadilishe nia zao, wawe na nia kwamba huu ni msingi wa kidini, wapate thawabu. Wakati wanaogopa kumwagwa damu, wapate thawabu. Huu ni msingi wa kiimani na waendelee kukaa na msingi huu kama ni sehemu ya imani yao, sio kwa sababu tu wanaogopa kumwaga damu. Dini yao inataka kuwatii watawala. Na tukisema msingi wa kutii watawala, maana yake si tunasema watawala ni maasumuni. Kuna tuhuma zinakuja kwenye mitandao ya wa kijamii, wanasema waislamu wanadai haki bila amani, wanadai amani bila haki. Wasiokuwa waislamu wanadai amani pamoja na haki. Badilisheni maneno, itafika wakati mtatuelewa. Sisi hatudai amani pasi na haki, lakini tunadai amani ndani ya haki. Mnapotutumu kwamba sisi tunadai mnaposema uh, kwamba upande wa pili unadai amani na haki, hamdai haki. Mna interesti zenu kwenye hii kadhia kwa sababu kweli sio pingika. Hakuna kilichobadilika kwenye maisha ya mtanzania kilichobadilika ni hizi fujo tu, lakini maisha ya mtanzania ni yale yale, biashara, wafanyabiashara wale wale, watu wa mikopo, wanafunzi, bodi ya wa mikopo ni ile ile. Hakuna kilichobadilika katika uhalisia wa maisha ya kila siku wa mtanzania, kilichobadilika ni fujo tu, kwa mkidai kwamba eti kuna haki fulani imedhulumiwa, ndio maana mnaita fujo. Imedhulumiwa lini? Yake hiyo dhuluma ya haki imeanza lini? Kama ni malalamiko ya Tanzania yapo vile vile, kuna watu wanakwenda hospitalini wanazungushwa, hawapati huduma za afya kwa wakati, maisha yapo vile vile. Kuna wanafunzi wanalalamikia mikopo katika bodi za mikopo, maisha yapo vile vile. Hakuna kipe kilichotokea mpaka watu wanaenda kumwagana damu kama hivi. Inapotokea, kilichotokea ni kwamba kuna mipango ya watu waliotaka kufikia kwenye malengo yao, ndio wakaleta vurugu kama hizi. Hawa watu wenye mamlaka tunaendelea kuona, si na taratibu billati hiya ahsan, kwamba jamani ye angalieni, tunamuona waziri mkuu. Walillahi alhamduwalminna, kuna watu wana kesi za kubaka huko, amesimamia, tumeona. Lakini kuna watu wana kesi za kuzungusha katika nini, amesimamia? Tabaka hili la katikati hili, la watendaji wa serikali la katikati hili, ndio ambalo linatengeneza chuki baina ya watawala na watawaliwa. Kwa hiyo watawala wadili zaidi inaita baka la katikati li, ambalo Watanzania wanachukia serikali yao kwa sababu ya nani? Hao watendaji wa katikati, wanyoosheni hao watu wa katikati ili watu wapate faraja kwenye maisha yao ya kawaida. Kwa hiyo wale ambao wanatengeneza picha kuonyesha kuna kitu kipya kilichoharibiwa sana, hakuna kipya. Maisha ya Mtanzania ni yale yale. Nyinyi mna malengo yenu mlitaka kuyafanya kwenye kipindi hiki mkatengeneza sura ya kuhalalisha kwa sababu ya hicho mnachokidai, mnasema haki. Hakuna dhulma mpya iliyotokea, kama ni malalamiko ya Tanzania ni yale yale. Kwa hiyo naomba kwa membari hii ya Darul Hadith ununio tuseme kwamba tumetumia nguvu kubwa kuwatuliza vijana wa Kiislamu. Hujua msingi wa kiimani ya wujubu taati ulatil umur, uwajibu wa kuwatii watawala. Tukiwatii watawala, hatusemi ni maasumuna, wakosei, wanakosea hawa waliopo, waliopita na hata wajao pia watakosea. Sisi tunasema tunawaunga mkono pale wanapopotea, wanapopatia tunawaunga mkono. Wanapopatia sehemu wanazokosea tunafanya nasaha na billati hiya ahsan, lakini sio kwenda kuharibu mali za Watanzania, kuharibu miundombinu ya wa Watanzania na ambayo inaleta maendeleo ambayo imetumika gharama kubwa kwa ajili ya kuiandaa na kwa maslahi ya watu ambao wapo kwenye mitandao ya kijamii, hatujaona kwa macho, tunaona tu picha zao, alafu wao wanaendelea na maisha yao mazuri kama ilivyo, na wanatudanganya kwamba eti kwa vurugu hizi wanaweza wakaondoa utawala. Utawala u utawala utakuwa utawala mabua unaondoka, vurugu vuru kama hizi, hakuna utawala unaweza kuondoa na nini. Mnachosababisha ni kwamba watawala watatumia nguvu zao zilizokuwa nazo za majeshi na nini, ili kudhibiti kuto kupinduliwa, wakati huo watakuwa wameua watu wengi na sisi katika misingi ya kuondosha munkari, sharti lake usizalishe munkari mwingine mkubwa zaidi. Kwa hiyo tunakubaliana, kuna mapungufu sisi tunasema pia mapungufu haya yapo, lakini tunaitilafiana kwenye njia za kuondosha. Nyinyi mnataka kuondosha munkari kwa kuzalisha munkari mwingine mkubwa zaidi, mnataka kuondosha uovu kwa kuzalisha uovu mwingine mkubwa zaidi. Sisi tuna udhibiti wa kuondosha uovu, yani uovu ukiondoshwa kwa kuzalisha uovu mwingine mkubwa zaidi, wakati ni haramu kuondosha uovu bora ubakie uovu mdogo. Msingi huu nyinyi hamna, ndio maana mnaona kwamba hii haki mnayodai hata kama itatokea kumwaga damu. Sasa kama kumwaga damu, hiyo haki atapata nani? Hiyo haki mnayogombania watu wenu mshawaua, ataipata nani? Hiyo haki, alafu situfananishie eti hata Mandela alikajela akatoka akapambana ikapatikana haki. Sisi tunajua vizuri sana kadhia za Mandela na yale yaliyotokea kwa Mandela, tunajua vizuri sana Msiseme kalima tu haki uridabia batili ili, ni katika mambo ambayo inabidi Watanzania watahadhari sana nalo. Kuna kanuni hii kalimatu haki uridabia batili, ni kweli neno lina, lina ukweli fulani, lakini malengo ya mzungumzaji ana batili zake kazikusudia kupitia kwenye hili neno la haki. Watanzania ni kuwa kueni na tahadhari sana, kalima kalimatu haki ulida bia batili, ni kweli neno hili ni la kweli ila malengo ya mzungumzaji anakusudia batili zake azipitishe kupitia kwenye neno hili la kweli. nasalu llaha tabaraka wataala kama annahu jamana fi hadha almakani lmubarak an yajmana fi mustaqari rahmatihi, kama alivyo tukusanya katika sehemu hii yenye baraka, atukusanye katika pepo yake iliyo na utulivu. Lakini tunamwomba Allah tabaraka wa taala man arada bina wa bihadhihi ldar